Wapendwa katika Bwana, Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Leo tarehe tisa mwezi wa tano ni siku kubwa katika maisha yangu, ambayo ni siku nayokumbuka kuingizwa kazini, kusimikwa kuwa askofu wa KKKT Dayosisi ya Kaskazini Mashariki. Imekuwa bahati tu kwamba siku hii nilipoingizwa kazini ni siku ya birthday yangu kukumbuka siku ya kuzaliwa, na hivyo leo natimiza miaka minne kamili tangu nilipokabidhiwa wajibu mkubwa wa kuiongoza dayosisi hii kama askofu wa KKKT dayosisi ya Kaskazini Mashariki. Namshukuru Mungu sana ambaye amenijalia uzima na afya katika utumishi huu shambani mwake katika kipindi hiki cha miaka minne. Na ni matumaini yangu kwamba Mungu huyu tunayemuomba na tunayemtumikia atatuwezesha kutenda mambo makubwa hata katika kipindi kingine kinachofuata. Niwashukuru viongozi na watumishi wenzangu tunaofanya kazi pamoja katika ofisi kuu, msaidizi wa askofu, katibu mkuu, wakurugenzi, wakua idara na watumishi mbalimbali mbali katika ofisi kuu ya dayosisi kwa jinsi tulivyoshirikiana pamoja, kuitenda kazi ya Mungu katika kipindi hiki nawashukuru wakuu wa majimbo ambao wamefanya kazi kubwa ya kusimamia kazi za dasisi katika sharika katika majimbo, na nawashukuru wachungaji wote na wainjilisti na wazee wa kanisa mahali pote, na kipekee Wakristo wote wa dasi hii kwa jinsi walivyonipa ushirikiano mkubwa katika wakati wetu huu wa utumishi. Kila mmoja mahali pake ni mtumishi sisi tumewekwa kama viongozi tukisimamia taratibu mbalimbali za utumishi wetu, lakini kila mmoja katika nafasi yake ni mtumishi shambani mwa Bwana. Kwa hiyo nawashukuru hao wote kwa jinsi tulivyoshikamana katika kumtumikia Mungu, lakini nashukuru uongozi wa kanisa letu la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, eh, baba askofu eh, mkuu wa kanisa aliyemaliza muda wake Dkt. Fredrick Onael Shoo ambaye tumeshirikiana naye katika kipindi hiki na baadaye alipoingia kazini baba askofu mkuu wetu wa kanisa baba Askofu, Dr. Alex Gaz Malasusa. Kanisa linatupa nguvu ya kufanya kazi, sisi kama wanakanisa tunajisikia kuwepo ndani ya KKT tukifanya mambo mengi katika utumishi wetu, lakini shukuru serikali yetu ya Tanzania kiongozwa na rais wetu mpendwa mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye ni rais wa nchi hii na kwa kweli anatuongoza vema, na katika ushirikiano wetu kati ya kanisa na serikali tumeona kuimarika sana katika wakati huu, maana tuna mambo mengi tunayoyafanya, kipekee huduma za jamii. Tunapotumika katika shule zetu na vyuo na hospitali tunapata misaada na mashauri mbalimbali kupitia serikali yetu. Kwa hiyo sinabudi kuishukuru pia serikali yetu kwa jinsi inavyoshirikiana nasi katika utumishi ndani ya kanisa ambalo linamhudumia mtu kiroho na kijamii. Katika wakati huu napoona miaka minne hii, na huwa kutaja mambo machache kati ya yale mengi ambayo Mungu ametuwezesha kuyafanya katika kipindi hiki. Jambo la kwanza ambalo naliona ni lile la deni la dayosisi. deni kubwa ambalo tumeingia nalo katika kipindi hiki tulipoanza utumishi, deni la shilingi bilioni saba na pointi sita ambalo linadaiwa katika maeneo mbalimbali e, watumishi mbalimbali waliokuwa wanafanya kazi kwenye chuo kikuu cha kumbukumbu ya Sebastian Koloa Sekomo ambacho kilifutwa na serikali, e, wanadai na wa... tumeendelea kuwalipa katika kipindi hiki na taasisi mbalimbali ambazo zilikuwa zinatudai deni hili tumeendelea kulipunguza kwa kipindi hiki, na mpaka tunapofikia tarehe ya leo, deni hili sasa ni bilioni nne na pointi moja, ndilo tunalodaiwa. Ni kuonyesha kwamba tumejitahidi kulipa deni hili. Niwapongeze wanadau, sisi wote, kila mmoja kwa jinsi alivyochukua jukumu la kuendelea kulipa deni hili, lakini niwashukuru kipekee sana hata marafiki zetu wa ndani na nje eh, wanadayosisi e, walioko hata nje ya mkoa wetu wa Tanga wanaoishi mikoani na kwenye dayosisi nyingine. Wameonyesha moyo wao wa kutumika sana kusaidiana nasi katika kupunguza e, deni hili, lakini hata wana KKKT tumepokea misaada na michango kutoka dayosisi mbalimbali za kanisa letu la Kiinjili la Kilutheri Tanzania ili kupunguza deni hili. Tunamshukuru Mungu kwamba deni hili sasa tunakwenda nalo na niendelee kuhamasisha na kuwasihi Wakristo wote wa dayosisi hii ya Kaskazini Mashariki kuendelea kuungana kwa pamoja ili tuweze kutoa michango yetu kumaliza deni hili na Mungu atatubariki kwa neema yake. Lakini tunamshukuru Mungu kwamba katika kipindi hiki tulianza na agenda yetu kubwa moja ya kurudisha mioyo ya watu. Tulipoingia katika uongozi kama kila mmoja yuko upande wake, wanadai sisi wakiwa wametawanyika kila mmoja mahali pake. Na kwa kweli tumejitahidi katika kipindi hiki kurudisha mioyo ya wanadiocese mahali pake, na hili tunaona sasa wanadiocese wanajisikia kuitumikia diocese yao, kufanya kazi kwa pamoja, kwa kushirikiana ili kazi ya Mungu iweze kuendelea. Na hapa sio mioyo ya wanadiocese humu ndani ya diocese yetu tu, lakini hata marafiki zetu wa nje walioko huko Ulaya, walioko huko Ulaya, walioko huko Marekani na mahali pote, kuendelea kurudisha mioyo yao kwamba sasa tutumike kwa pamoja kushirikiana katika miradi mbalimbali mbali, na kipekee huduma kubwa ya uinjilisti ili kumtumikia Mungu katika dasi hii. Napenda kuwashukuru sana kila mmoja mahali pake. Katika kipindi hiki kitaja miradi michache ambayo tumefanikiwa kuianzisha na inaenda vizuri, ni mradi mkubwa wa parachichi pale katika shamba letu la Irente. Tumepanda parachichi zile ekari, sasa ekari 30 na tumeanza kuvuna angalau hizi ekari kumi e, kuanzia mwaka wa jana na mwaka huu tutavuna, na tutaendelea na hizi ekari nyingine zinaendelea kuimarika. Lengo letu ni kupanda ekari hamsini eh, na tunaona idara yetu inayohusika na mambo haya ya na na mashamba kupitia kurugenzi yetu ya uchumi na mipango na maendeleo wanafanya kazi nzuri katika kuimarisha eh, kazi hizi. Kwa hiyo tunapenda kushukuru, lakini ukiangalia hata vibanda vile vilivyojengwa katika ofisi kuu ya dayosisi banda maduka yale 17 ambayo ni miongoni mwa miradi ndani ya dayosisi inayofanya kazi katika wakati huu. Huduma yetu katika misioni na uinjilisti tumeona kazi ya Mungu inavyokuwa katika dayosisi. Sharika tulizoanza nazo mwaka elfu mbili na ishirini na moja zilikuwa sharika sitini katika dayosisi yetu. Lakini zimeongezeka sharika 16 sasa tunazo sharika sabini na sita katika dayosisi yetu. Nyingine ni kubwa sana, nyingine ni ndogo, bado ziko katika hatua ya kuwa sharika teule, lakini zafanya vizuri, na hii inaonyesha kwamba kazi ya Mungu inaendelea kukua katika dasisi hii, na tuapongeza wachungaji wanaofanya kazi hii, na wainjilisti wote na wakuu wa majimbo ambao wanasimamia kurugenzi hii ya misiona na wainjilisti ambayo kipekee inasimamiwa na mkurugenzi eh ambaye ni Dean msaidizi wa askofu, ndiye anasimamia kurugenzi hii lakini kurugenzi ya huduma za jamii nayo inafanya kazi zake vizuri. Tumeona mambo makubwa ya kuwafikia wana dayosisi katika huduma za elimu. Ukiangalia shule zetu za sekondari ambazo mwaka huu zimefanya vizuri sana sekondari sekondari ya Rwandai, sekondari yetu iliyokuwa inaitwa ya Bangala ambayo kwa sasa inaitwa Bishop Joseph Jali Lutheran Junior Seminary zimefanya vizuri sana ukiangalia matokeo yao ya kidato cha nne mwaka huu. Shule hizi zilikuwa katika hali mbaya ya kufa tulipoanza. Bangala Junior Seminary ilikuwa na kidato cha kwanza wakati ule watoto watatu, Rwandai Secondary ilikuwa na watoto nane, lakini tunamshukuru Mungu kwamba shule hizi zimeendelea kuimarika na sasa zina wanafunzi wengi, ili kuonyesha kwamba kurugenzi yetu ya huduma za jamii imefanya kazi kubwa katika kulea eh, shule hizi pamoja na na chuo. Wakati ule tulikuwa na chuo cha Sekomo ambacho kilifutwa lakini tunamshukuru Mungu kwamba kupitia kurugenzi ya huduma za jamii sasa tunacho chuo cha uh, Kotete inaitwa Koloa Technical Training Institute. Na katika chuo hiki tunatoa courses uh, ya ufarmasia, uh, ya sheria najua na ya muziki na kompyuta na course nyingine ambazo zitaendelea kutolewa katika chuo chetu. Ili kuonyesha kwamba sasa huduma zinaendelea kutolewa kwa sehemu kubwa katika nafsi yetu. Kurugenzi ya uchumi, mipango na maendeleo na yenyewe inaendelea kuimarisha vituo vyetu e, hoteli zetu e, migahawa yetu coirente e, farm e, Tumaini Hotel na kule Mbuyukenda ili kupata mapato ambayo yatasaidia sana katika kukuza kazi za misioni katika diocese yetu. Na hapa tunamshukuru Mungu sana kupitia kurugenzi zetu hizi tunaweza kufanikiwa sana na kurugenzi ya fedha ambayo inasimamia taratibu hizi zote za utunzaji wa fedha na kumbukumbu. Uh, vizuri umbumbu kazi nzuri e, ili kuweza kutunza mapato na kuyatumia kama inavyopasa. Tunapenda kumshukuru Mungu kwamba haya yote yanaonyesha umoja wetu katika diocesi. na ili ndilo naloasihiwana ya ya kaskazini mashariki kuendelea kuimarisha umoja wetu, tuwe na umoja katika dayosisi yetu bila kuwa na mawazo tofauti tofauti. Kwa umoja wetu tunaweza kufanya mambo makubwa sana hata katika e, nyakati zijazo. Ni matumaini yangu kwamba tutakapomaliza hata deni hili tuendelea na kazi nyingine kubwa kubwa na mipango mingi ya ya maendeleo katika dayosisi yetu. Nishukuru tena kwa nafasi hii, tunamshukuru Mungu, e, hii Mungu kipekee aliyetupa siku hii ya leo tunapokumbuka miaka minne. Na nilete wito kwa Watanzania na wanadasi wote pia kwamba katika mwaka huu kipekee tunao uchaguzi e, uchaguzi mkuu katika nchi yetu. Tutoe ushirikiano wa kutosha kipekee kuombea uchaguzi huu, na wale wenye sifa za kutaka kugombea nafasi mbalimbali mbali, wajitokeze na waeleze wale ambayo watawatendea wananchi na wananchi watumie uhuru wao kuwachagua viongozi, na hapa tukikemea sana, mambo ya rushwa hayana nafasi katika nchi yetu. Katika wakati huu atakayeeleza sawasawa sawa sera zake, jinsi gani atakavyowatendea wananchi, huyo atapewa kura. Kwa kila mtu atumie nafasi yake kutoa, kupiga kura kwa wale ambao watakuwa wata, wata wanagombea nafasi mbalimbali mbali, ili tupate viongozi wazuri, taifa letu liendelee kusonga mbele amani ambayo tuko nayo katika wakati huu iendelee kuimarishwa zaidi na zaidi, ili taifa hili liweze kuwa la amani zaidi. Nawatakia baraka za Mungu katika utumishi. Mungu aendelee kuwabariki kila mmoja katika nafasi yake. Amen.